Na mtazamaji, serikali kupitia soko la mauzo ya kahawa la NCE tangoja kwa muda mwezi mmoja, kumradhi ili kujua kama sheria ya kulipa kahawa kupitia mfumo wa DSS utakubaliwa au la. Hii ni baada ya hakimu mkuu wa mahakama ya Kerugoya Edward Muridhi kusema kwamba ataamua kesi iliyoko mbele yake tarehe sita mwezi Novemba. Hata hivyo, wakulima wa kahawa kutoka maeneo yanayokuza kahawa humu nchini wametishia kutouza kahawa yao kwa NCE iwapo serikali endelea na mpango huo wa kuwalipa kwa njia ya, ya simu. Uh, ile jambo tu ambalo ninataka niseme ni ya kwamba tunaona ya kwamba kesi hii ni kung'ang'ania resources ambayo kahawa inatoa na ningeomba kwa unyenyekevu sana ya kwamba policies ambayo wakubwa wetu wa Ministry of Cooperative waangalie sana ili wasilete policies ambayo yanaweza kuboromosha kahasi au ukuzaji wa kahawa katika taifa letu. E, sisi msimamo wetu ni kwamba tunataka vyama vya ushirika vya kahawa vionekane kweli kabisa ni vyombo vya mahana ambao vinawezesha mkulima wetu wa kahawa arudi kwa shamba. Hata masharti ambayo inatolewa na serikali iwe very much involved na wakulima wetu. Kwa mfano jambo moja, sisi kama the cooperative union na wakulima ya kwamba ye public participation ambao ilileta mambo kama ya DSS. It was not properly convened. Tumesema namna gani? It was more of a political rally ambao the cooperative societies members